Karibu katika channel yako ya Fairboy tv au ya, ya Fairboy. Leo nimekuletea majina ya wanafunzi waliochaguliwa kujiunga na ordinary diploma katika programu hii ya CUHAS katika chuo cha CUHAS Catholic University mm -hmm. Program ni diploma in dia, diagnostic radio radiography pamoja na diploma in pharmaceutical science alafu na diploma in medical laboratory science. Sasa tarehe za kuripoti hapo chuoni ni kuanzia tarehe nne Oktoba ambayo ni Saturday na mpaka tarehe kumi na saba Oktoba ambayo ni Friday elfu mbili na ishirini na tano, na kabla ya kuingia au kabla ya kwenda lazima ulipe ada ya administrative fee ambayo ni laki tano na elfu thelathini na tano. Utapewa control number, utalipia. Na baada ya kulipia, basi unachotakiwa kufanya ni kutuma confirmation au pay, payment slip ile utaituma katika namba hizo kama jinsi inavyoonekana hapo au katika email yao kama jinsi inavyoonekana hapo, na deadline ya kutuma ni tarehe 30 mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano ni mwisho wa kutuma confirmation message hiyo, au payment slip au okay. Sasa kama wewe ni mwanafunzi ambao uliapply Chuo Kikuu cha Kuhas pale Bugando Uh, video hii ni kwa ajili yako, kwa unachotakiwa kufanya ni kutazama video hii mwanzo hadi mwisho. Sasa tutaanza na hii ya, ya ordinary diploma, diagnostic. Kama unavyoona hapo kuna first name second name, surname, gender, index number alafu na selected. Kwa hiyo utaangalia jina lako hapo, kama majina hayo yanavyoonekana hapo. Majina yanaonekana kwa uzuri kabisa hapo kwa unachotakiwa kufanya ni kusoma jina lako, lakini wakati huo, kama wewe ni mgeni katika channel hii ya FEABOY, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe katika channel hii, like video hii, pia share video hii na wanafunzi wengine ambao wamefanya ombi katika chuo hii. Okay, like video hii, share video hii, subscribe pia lakini pia kuna linki ya kujiunga na grupu letu la WhatsApp. Linki ipo katika sehemu ya description ya video hii, unachotakiwa kufanya ni kujiunga na grupu letu. Ya pili ni Ordinary Diploma in Medical Laboratory Science, DMLS, wanafunzi waliochaguliwa majina yao ni kama yanavyoonekana hapo katika skrini ya simu yako. Kwa hiyo angalia jina lako kama lipo, kama halipo usijali, kwa sababu hii ni first selection, bado raundi ya pili. Hii ni raundi ya kwanza tu ambayo majina yametoka. Kwa raundi ya kwanza, bado raundi nyingine. Kwa hiyo usikate tamaa kama usipobahatika kuliona jina lako. Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science DPS, majina yaliyotoka ni kama jinsi yanavyoonekana hapo. Okay, angalia jina lako kama lipo kini wakati unatazama video hii, subscribe katika channel hii, bonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale tunapopost video mpya. Maana tunapost video mpya kila siku katika channel hii ya FEABOY. Kwa hiyo bonyeza hiyo alafu wende, sawa, na nikushukuru kwa wewe ambao tayari umesha subscribe. Welcome to Catholic University of Health and Allied Sciences Bugando. Asanteni na karibuni tena.